ya kitabu chetu hiki almutalaatu suji aljuzu aththalith. Tupo katika darsa nambari kumi na tano aswatu alhayawan, sauti za wanyama. Mana darsa hii tunasoma e, majina sawuti, mahu, sawuti, ya sauti za wanyama. Mnyama huyu sauti yake inaitwa hivi, mnyama huyu lakini. Hapa ni baadhi ya majina Eh, baadhi ya majina ya hawa wanyama msema: jamalun, gamiya; hisanun, farasi; jamusatun, nyati; bakaratun, ng'ombe; himarun, punda; arnabun, sungura; kalbun, mbwa; kharufun, kondo; asadun, simba; dhabun, fisi fiilun tembo, namirun chui, thalabun mbweha, dhibun mbwa mwitu. Nasema zairu lasad, sauti ya simba au muungulumo wa simba, ila sauti ambayo anaitoa simba inaitwa zair. Nasema zairu lasad, muungulumo wa simba maana, ila sauti ambayo anaitoa simba inaitwa ni zair Nubahu lkalbi mbweko wa mbwa. Nubahu, mbweko ule wa mbwa. Uwa udhiib mbweko wa mbwa mwitu. Uwa ni ile sauti ambayo inaitoa mbwa mwitu katika hali ya kubweka. Nubahu inakuwa kwa mbwa huyo wa kawaida, mbwa uwa inakuwa kwa mbwa mwitu, mbwa poli ule. Ruhau ljamal ul sauti angamia, ile sauti ambayo naitoa ngamia inaitwa ruha.

ule ndama ambao ulotengenezwa na Samiri kwa Bani Israil, kwamba lahu khuwarun, sauti ile kama ng'ombe. muwau lqit, mlio wa nyau. nyau nyau le mliowae naitwa mua kusema ma, bimaana maliya nyau. sahiru lkhairi, sauti ya farasi ile sauti ambayo inaitwa farasi inaitwa sahin. Na hiqul himari, mlio wa, wa wa wa punda. Na hiqul himari, mlio wa punda, mlio ambao unaitwa punda yote. Na hiq naqiqul lafadi, milio ya chura au sauti za chura. Ile sauti ambayo chura ni inaitwa ni naqiq Saj'u alhamam uwimbaji uh, wa njiwa. Ile sauti ya njiwa ile ambayo anaitoa inaitwa nini? Saj'u, sauti ya uh, njiwa. Kwa hiyo mlio wa njiwa au sauti ya njiwa au hadilu alhamam inatumika hiyo, au hadil, ile sauti ambayo anakuwa e, anaitoa njiwa. Wale ambao wanaofuga wanaelewa. Qawqaatu ad-dajaj mliyo wa kuku e, mliyo wa kuku. Ile mliyo ambayo anatoa kuku ile kulia e, nini ul unaitwa nini? Ambao kwa wale ambao wanafuatia darasa za qiraatu ar-rashida juzu ya kwanza tu. Tumesoma kwenye qiraatu ar-rashida juzu ya kwanza. ya kwanza tu ar-rashida ya kwanza ya kwanza ya kwanza. Qawqaatu ad-dajaj mliyo wa kuku, kuku vile anavolia

faqala lahu waliduhu la ya bunaya, ina lalab al ariyadiya al apana, awe mwanangu akika michezo akiriada wasilatu ni njia, ila fahmi durus, katika kufahamu masomo lianaha sbakikahay, tunashitu ljisma, yanauchangamsha mwili, watuqawi adalati, inaipanguva ina ina ina ina misuli, watujadidu ina dam na wa..., inafanya upya damu tuhabibu anidham na inapendekeza nidhamu, ila tilmidhu kwa mwanafunzi wa mata qawiy aljism, na pindi utakapokuwa na taka nguvu mwili, nuaaia faqad qira, pamesema alaqlu salimu oa

baada ya riadha kutokana na baridi. Wa alla yakhla malabisahu na kwamba asivue nguo zake mavazi yake, ila isipokuwa baada an jif baada an yajifa araquhu baada yajif ajiliwa, ya kukauka jasho lake. Nakuja neno hili katika hadithi ile, sallam sema kwamba a'ti al-ajira ajra qabla an yajifa arakuhu, kwamba mpe mwajiliwa malipo yake kabla jasho lijakauka.

Ya so, chapa kama ya ya ya Fa innaka fanaka arraftani, umenifahamisha mimi, umenielekeza mimi. An riyadha albadaniya, kuhusu riyadha kiwiliwili, shay'an kitu, ya yani umenifahamisha mimi kitu ambacho lam akun aarifu min qablu, hapo kabla sikuwa nakifahamu sijue, umenielekeza